Mpaka leo nilitakiwa niwe nimenyonga watu mia mbili hamsini na sita waliohukumiwa kunyongwa, sijanyonga hata mmoja, na wapunguzia kifungo chao cha kunyongwa, sasa wafungwe maisha. Wapo waliohukumiwa kunyongwa kwa sababu waliua, labda mwingine aliua mmoja, mimi sheria inaniambia niue mia mbili hamsini na sita. Nani mwenye dhambi zaidi, huyo aliyeua mmoja wawili, au mimi nitakayeua mia mbili hamsini na sita? mpaka leo nilitakiwa niwe nimenyonga watu mia mbili hamsini na sita waliohukumiwa kunyongwa sijanyonga hata mmoja na wapunguzia kifungo chao cha kunyongwa sasa wafungwe maisha wapo waliohukumiwa kunyongwa kwa sababu waliua labda mwingine aliua mmoja mimi sheria inaniambia niue mia mbili hamsini na sita nani mwenye dhambi zaidi huyo aliyeua mmoja wawili au mimi nitakaye ua mia mbili hamsini na sita mpaka leo nilitakiwa niwe nimenyonga watu mia mbili hamsini na sita waliohukumiwa kunyongwa. Sijanyonga hata mmoja, na wapunguzia kifungo chao cha kunyongwa, sasa wafungwe maisha. Wapo waliohukumiwa kunyongwa kwa sababu waliua, labda mwingine aliua mmoja, mimi sheria inaniambia niue mia mbili hamsini na sita. Nani mwenye dhambi zaidi, huyo aliyeua mmoja wawili, au mimi nitakayeua mia mbili hamsini na sita?